Assalamu aleikum warahmatullahi wa barakatu, nilikuwa naongea kwanza na mwezeshaji hapa, amenipa dakika kumi na tano, kwayo dakika kumi na tano inatakiwa nitumie kwa haraka sana, lakini awali nimshukuru sana Profesa Jose kwa utangulizi aliyoutoa. Tunatambua uandaaji wa kitu muhimu kama hiki business forum na kama jina lilivyosema Tanzania Chemba of commerce industry and agriculture, ni chemba ya wafanyabiashara viwanda na kilimo katika nchi yetu hii. Ni taasisi ambayo iko kwa mikoa yote Tanzania, mikoa 29 na pamoja na hayo makao makuu yako Dar es Salaam na mimi hapa ni mwadhini mianza ni mwenyekiti wa tisisae kwa mkoa mkoahu. Kwa hiyo nitazungumza hasa yanayoelekea Morogoro, sio ya kitaifa. Pale ambapo nitataja ya kitaifa e, nitapenda niyataje kwa sababu ya kunogesha tu. Hayo nitaka kuwa na zungumza. Nashukuru kwamba uongozi wa wanafunzi ulifika ukaeleza madhumuni ya tukio hili la leo, na kwa pamoja tulikubali kwamba tushee yale yanayohusu Tanzania Chamber of Commerce and Industry and Agriculture. Hii ni taasisi ambayo ipo nchini tangu mwaka 1988 na ilianzishwa wakati ule na serikali kama daraja la sekta binafsi na serikali, huweza kunyumbulisha na kuainisha changamoto ambazo zinahusu ufanyaji wa biashara hapa nchini. Kwa mantiki hiyo kazi yetu kubwa sana ambayo sitapenda nipoteze muda ni masuala ya ushawishi, utetezi pamoja na kusaidia pale ambapo inabidi tusaidie. Katika kufanya hivyo e, tunashirikiana na nchi mbalimbali na chemba za kidunia, na kwa mantiki hiyo Tanzania Chamber of Commerce ni mwanachama wa International Chamber of Commerce ambayo makao makuu yake yako Parisi. Kwa hiyo chemba duniani zinajulikana na zinafanya kazi kwa pamoja, kwa sababu tunachodhamiria ni kile kile, majina yatatofautiana. Ukienda Zimbabwe utapata Chemba of Commerce, ukienda Itali utapata Business of Commerce, ukienda India, utapata Confederation of India utapata Industry, lakini wote wale ni chemba. Sasa niingie moja kwa moja katika mada ambayo nimeambiwa ni Ninaanza kwanza na swala la kuishukuru serikali kwa sababu huko tunakotoka tofauti na jinsi tunavyoongea sasa hivi, na bila shaka katika awamu hii ya sita kuna mambo mengi ukikompea na jinsi tulivyotoka huko nyuma, na mazingira kibia ya kibiashara yameboreshwa sana, lakini kila unapoboresha lazima upate pia changamoto. Huu ni mchakato lakini naweza nikasema kwamba kwa, kwa mkoa wetu wa Morogoro pia kuna utashi mkubwa sana wa viongozi wa mkoa, hususan wa mkoa ambaye anaelekeza kila wakati kujikita katika biashara, kwa mantiki ya kuangalia cluster au kongano kwamba sekta hizi ni muhimu, na kila sekta ina tatizo lake, na huwezi ukazungumza matatizo ya ufanyaji biashara kwa ujumla. Kwa hiyo mkuu wa mkoa anapenda sana approach ya kisekta. Tukizungumza viwanda, tuongee viwanda, tukiongea biashara, tukiongea kilimo na kadhalika. Sasa kwa tafsiri ya mtaji, kama alivyoambiwa, kwa sababu mada yangu ni mtaji na jinsi vijana wanavyoweza kuwekeza, huo ndio uh, topic yangu kubwa. Wote sina haja ya kutoa tafsiri ya mtaji kwa sababu tunajua kwamba mtaji ni rasilimali zinazoweza kukuza au kupata faida kwenye biashara uliuliwe mwenyewe. Tunazungumzia sana masuala ya competitive innovation, kwamba huwezi ukazungumzia biashara kama huwesio mbunifu. Ubunifu ndio central core ya kutamani kufanya biashara. Kwa hiyo biashara hii ukizungumzia mtaji, mtaji unaweza ukawa ni fedha taslimu ikawa ni ardhi ikawa ni kipaji chako human capital, wewe social capital liyo nayo ni mtaji. Tusizungumzie sana kwamba fedha, hapana. Mtaji wako unaweza ukachukua asilimia hamsini ya nini unataka kuinvesti kwenye hiyo biashara, lakini kuna nguvu, nguvu ni mtaji. E, mheshimiwa Mkapa alikuwa anasema nguvu ya masini ni mtaji wako mwenyewe kwa hiyo hayo ni kwamba yeye alidhamiria capital ni nguvu eh, mtambo, mifugo, mazao, majengo yote hayo ni capital, lakini inategemea vimeukwaji, ili uweze kuona umuhimu wa kuainisha hicho kitu na hicho kitu kingine unachotaka kukifanya. Lakini kuna sharti kubwa la kulinda mtaji, lazima kujiwekea akiba uweze kuwa na mtaji, alafu ukaenda ukauereu wote utakurudi kwenye sifuri. Lakini pia kutafuta mbia, huwezi kuwa na mtaji ukasema unafika njozi yako ya kesho au kesho kutwa bila kuwa na ubia. Na ubia wenyewe tunazungumzia kwenye masuala ya mapi kwamba mimi ni, ninazalisha lakini kuna mzalishaji, kuna msambazaji, kuna mtu wa kutoa elimu, kuna nini. Ile mapi yako ambayo unaiweka kwenye mtaji ndio inayokufanya mtaji wako uwe sustainable. Lakini pia ningeweza nikasema chemba, kama chemba tunafanya nini ili kuwezesha vijana katika swala la mitaji? Sisi TCCIA tumeingia mikataba mbalimbali na wadau mbalimbali mbali. hata mabenki baadhi yao tumeingia mikataba ili tuweze kushirikiana kwa karibu kipa, kipato ambacho anahitaji kupatiwa kijana tuweze kukinyungua kwa pamoja kupitia kwenye maandiko au kutoka kwenye ile direct consultation na kadhalika, lakini pia tumesaini mikataba na baadhi ya mabalozi hapa nchini. Au tukihesabu sasa hivi tuna zaidi ya mikataba kumi na saba ambayo imesainiwa ya kuweza kuatrakti ile mitaji ambayo wenzetu wanayo huweza kuwafikia vijana. Pamoja na hayo chemba inakuwa karibu sana na serikali katika kuhakikisha kwamba mitaji iliyoko hapa nchini inakuwa na access na vijana. Na hii kwa mfano juzi juzi, na nadhani wote tunajua, mheshimiwa Rais ali- alitaka maboresho ya asilimia 10 ile ya local government authority, ili iweze kuwalenga vijana asilimia nne wanawake asilimia nne na disabled wale walemavu asilimia mbili kwamba hii yote ni mikakati ambayo nyie kama vijana mkikaa mjue wazi kabisa kwamba serikali imeshatenga hela suruhu loko government authority iko pale. Inovesheni yako ndio inayokufanya uende ukatumie hizo hela. Wakati mwingine tunasema ni vigumu sana kuzipata na nini lakini ni vigumu kama huna innovative approach, huna plani yoyote. Ni vigumu sana kwenda kuchukua hela bila kujua kwamba unakwenda kuzitumiaje. Vijana wetu mara nyingi wanaogopa katika kuingia kwenye biashara. Nataka nikoti e, speech ya mheshimiwa waziri mkuu tarehe kumi na mbili Machi ishirini na tatu alisema hivi Vijana wetu, msiogope kukopa ili kupata mitaji. Hiyo ni sentensi yake. Bila kukopa huwezi kupata maendeleo, lakini tusije tukafikiri kukopa maana yake ni general term. Kama lipo tunavyosa inaweza kukopa nitafilisiwa? Hapana, kukopa kuna aina nyingi. Unakopa hata ruzuku, unasaini MOU kwamba anachukua hizi hela Unawajibika bado kuwa accountable kuelezea hiyo grant inaichukua kwa, kwa sababu gani na utaifanya vipi na matokeo yake yatakuwa nini. Kwa hiyo kukopa isije ikatafsirika kwamba ah, naenda halafu riba itakuwa kubwa sana na nini. Hapana, general term ni hivyo, lakini mnyumbulisho wake ni kwamba una mati kubwa sana kwamba uweze ukaanza safari bila kuwa na kite kitendea kazi nakitendea kazi huenda sio chako, lakini ni cha rafiki, ni cha jirani, ni cha nane. Lakini pia Trim Media ilifanya mahojiano na baadhi ya wanachuo wa chuo kikuu cha Waislamu Morogoro baada ya kutamatika kwa mkutano huo, na wao walikuwa na haya kuyasema. Uh, kwa jina naitwa Ismail Ali Abdallah, ni mwanafunzi wa mwaka wa tatu chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro, lakini pia ni mkurugenzi wa habari na mawasiliano wa saika wanafunzi chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Leo tulikuwa na event kubwa event ya ujasiriamali, event ambayo imechukua wanafunzi wote kuanzia certificate, uh, diploma degree, pamoja na masters. Ni event ambayo wanafunzi wameelimika, wamejifunza vitu tofauti tofauti, kwani leo tulikuwa na wakufunzi waliothibitishwa na benki kuu, lakini tulikuwa na, uh, tulikuwa na makampuni mbalimbali mbali ambayo wamekuja yametuonesha uzoefu wao, wameshare experience kwa vijana, lakini pia tumepata nafasi ya kunetwork, kujuana na makampuni tofauti tofauti connection baina ya sisi wanafunzi na makampuni of course. Ni event ambayo tunatamani ifanyike kila mwaka, kwani ina mchango mkubwa sana kwa vijana, na ukiangalia kwa sasa uh, kuna wimbi kubwa la vijana kukosa ajira. Hivyo basi tunatamani, uh, hii event ifanyike kila mwaka, lakini pia wadau waendelee kujitokeza kuhakikisha kuwa hawa vijana ambao wako vioni wanapata maarifa, lakini pia wanajifunza maswala ya ujasiriamali, kwani haya mambo ya ujasiriamali mara nyingi hayapo kwenye taaluma zetu, hayapo kwenye mtaala wetu wa elimu. Ni kama hivi tu zikitokea session, ndo wanafunzi tunajikusanya tunajifunza. Kwa majina naitwa Rahma Shaziri Hamisi, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro, nasoma kozi ya Baedi Kiswahili na History. Kwa hii program ambayo imeletwa ime kwa siku ya leo itasaidia kwa wanafunzi kujishughulisha katika masuala mazima ya nini ya kibiashara au kupata ujuzi wa kufanya biashara tofauti tofauti. Aa, kwa majina anaitwa Heri Chivihi na ni mwanafunzi wa mwaka wa tatu, kitivo cha mawasiliano kwa umma, chuo kikuu cha Islamu cha Morogoro. Leo nimejifunza kuhusiana na mambo mbalimbali, hususan katika masuala mazima ya kiujasiliamali. Ujasiliamali tofauti na nilivyokuwa naelewa mimi zamani kwamba lazima uwe na mtaji mkubwa lakini uhalisia ni kwamba unatakiwa uanze, uwe na angalau kidogo tu cha kuanzia, alafu utakuwa unaenda kidogo kidogo. Mwisho wa siku faida unaitumia kukuza mtaji na mwisho wa siku unaweza ukafikia malengo. Kwa sababu tunavyokuwa chuo, wengi tunalemaa kwamba tukimashamaliza, basi moja kwa moja unaenda kuajiliwa tofauti na hali ilivyo mtaani. Kwa maana tukitumia vizuri hichi ambacho tunakipata chuoni, kwa maana ya boom, tukaanzisha mitaji midogo midogo pengine mpaka tunamaliza chuo inaweza ikatusaidia tukajikuta tukawa na mitaji mikubwa na tukasahau kuhusiana na mambo ya, ya kuajiriwa tukajiajiri wenyewe na maisha mengine yakawa yameendelea vizuri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wabarakatu. Kwa majina naitwa Hadija Haji Hamisi, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro, nachukua shahada ya mawasiliano kwa umma e, katika tukio letu la leo la katika business forum, nimejifunza, nimejifunza mambo mengi haswa kubwa ni fursa za, za biashara mtandao ambao katika biashara mtandao nimeona kwamba sisi kama vijana wasomi wa, wa chuo kikuu tunatakiwa tutumie, tutumie vema mitandao ya kijamii katika, katika ku, kuchangamkia fursa ya kufanya biashara mbalimbali na kuwa wabunifu, kwanza kujikimu sisi wenyewe na tusitegemee kuajiriwa, na pia changamoto ambazo ziko kwenye jamii tuzibadilishe ziwe kama fursa kwetu ya sisi kujiingizia kipato kuliko kutegemea kuajiriwa na tusiogope, hata kama kwa mtaji kidogo tu tunaweza tukaanza biashara na tukafanya mambo makubwa kabisa, hata kwa mtaji kidogo tu. Shukrani. Pia wadau mbalimbali nao walikuwa na yao ya kuyasema baada ya kutamatika kwa mkutano huo. Kwa jina anaitwa Dorika Sion Kimario, ni mratibu wa program kutoka Tautic Innovation Hub, ambayo iko based Morogoro Forest. Um, tumefurahi kualikwa kwenye business forum ya MUM leo na tumegusia sisi kama Tautic tumegusia maswala ya ujasiriamali na hasahasa ujasiriamali ambao unajikita kwenye innovation au uvumbuzi, na tunawaalika wanafunzi na recent graduates wote kwenye programu yetu ambayo tumeilaunch, inaitwa extracurricular entrepreneurial program, na tumewaalika pia wanafunzi wa MUM kujisajili kwa ajili ya information session ambayo tutaihost a uh, wiki ijayo tarehe 24 lengo ni kuwa onyesha njia ya wanafunzi au recent graduates kwenye masuala ya ujasiriamali kuanzia ideation mpaka marketing. Asante. Kwanza asante. Naitwa Ano Mwamsiku au Ano anose Mwamsiku ni afisa kutokea Benki ya Amana. Lakini tumepata bahati ya kushiriki MUM Business Forum ambalo limekuwa ni forum nir uh, wamekuwepo wakidiskasi uhalisia wa maisha baada ya chuo lakini wakati wanajiandaa kuelekea kuwa wahitimu ambacho nimejikapcha kwa muda mchache, lakini moja, tumeshiriki forum kwa sababu ni wadau wetu muhimu. Sisi ni Islamic banking na hawa ni wadau kwatukua na shida yoyote ya kuwezesha na kushiriki. Lakini nasema nini juu ya hili tukio ama juu ya events ya business forum? Moja, nipongeze management ya wanafunzi kufikiria kuandaa tukio muhimu kama hili kwani linawaandaa wanafunzi kuwa na picha halisi baada ya unajua, kwenda kuishi maisha halisi namna gani wanaweza akaenda kuishi, kwa sababu kwa muda mchache, wawasilishi wachache, tumekwepo na madaktari wa jasilia mali tofauti wakijadili uhalisia biashara halisi ndogo na kubwa. Kwa hiyo sisi kama Amana Bank, moja tulitamani pia kuwashirikisha fursa ambazo tunaweza kuwa nazo kwao kwamba wanapomaliza ama wakiwa chuo. Yes, wakiwa chuo tuna fursa nyingi mchiko, kwa kikuu ambacho tunataka kwamba japokuwa chuoni ni kutengeneza mahusiano na taasisi muhimu kama Amana Benki, na mahusiano yetu, tunamhitaji huyu mtu awe na akaunti pamoja na sisi. Tuna akaunti nyingi za kipekee na za kirafiki, tuna akaunti nafuu ambazo haziko na makato, lakini tuna personal account, tuna nisa account ambazo hizi zote, tukishatengeneza mahusiano na huyu mtu, pale atakapotamani kuwezeshwa, tutamwezesha kirahisi. Fursa tunazo, pesa tunazo, kwa hiyo ni wao tu kutambua, aje na wazo lake, aje na biashara yake. Kikubwa tu ni meno mawili tunawezesha walioajiliwa, lakini tunawezesha wenye mawazo, wenye biashara. Kwa hiyo fursa ipo kwa ajili yao.